Hii ni Mansabuna Simulizi, sijakuzoea hivi. Msikilizaji, sehemu ya kwanza umesikiliza na mwendelezo wake. Je, maana hii ni sehemu ya sita. Msimuliaji si mwingine, Mansabuna Simulizi. Tunaendelea pale tulipoishia sehemu ya tano. Zamda alitoa ahadi ya kunisapoti ili nijiendeleze kielimu. Huenda mm, mtoto wa kike alitamani mwanaume wake nisio mwanaume suruali, au siyo, msikilizaji? Mimi niliamini na kusikiliza ushauri wake. Ilikuwa katikati kati ya wiki, siku ya Jumatano. Nirudi mapema tu nyumbani kwangu, nilifuafua kidogo nguo zangu za kazini. Baadaye niliamua kumcheki dada mmoja ambaye ni mmiliki wa pavu mmoja hapa jirani na ninapoishi, ili nifanye utafiti wa biashara hiyo. Niliwahi chukua namba yake ya simu kama mteja wake ambaye huwa naagiza nyamachoma hasa nikiwa na mpenzi wangu Zamda hapa nyumbani. Dada samani, leo sio naomba na anaomba umsaidie jambo. Hakuna shida, mteja wangu, niambie. Sista, hebu nipe picha ya biashara hii ya pau. Mteja wangu, sio siri, inalipa. Uweke chipsi, kuku, nyama choma, mbuzi, ng'ombe, vinywaji vya aina zote. Si mchezo, hata kama uwaache wafanyakazi peke yao, kila kitu kiko wazi kwa mahesabu kabisa. Asante dadamu. Karibu kwenye chama. Hata kama ukitaka maeneo nitakuelekeza, na tuna grupu letu, watu wote tunafanya biashara hii, tunasapotiana sana. Ukianza tunaweza kukuwazima wafanyakazi na kukutafutia sisi, wezi na waaminifu wote tunawajua. Yadamu, najiona mwenye bahati kukutana na, na wewe, asante sana. Najua wewe si Mchaga ushindi kitu <laughs> mejuaji dada. Siulituma mwamala kulipia nyamachoma nikaona jina lako la pili, au sio? Kitambulisho chako ni <laughs> changu. Dada nashukuru sana dadamu, usiku mwema. Asante mteja wangu, ila mimi ndio kumekucha. Tuko na shemeji yako, yuko hapa, msalimie kidogo, kaona naongea na simu muda mrefu. Habari bro, vipi? Naongea sana na mke wangu, nisamee sana kaka. Sina niambaya kaka. Haya bwana, nakutania tu. Mke wangu hana baya, namwamini sana, huyu ndio malaika wangu. Kama alivyokuambia biashara ni nzuri sana. Naitwa dokta Lema, nafurahi kukufahamu. Dokta Lema, uko hospitali gani? Niko Kiruvya Medical Center, ni daktari bingwa wa meno. Nilitaka kumwambia kuhusu mpenzi wangu Zamda, msikilizaji, lakini nikaona bado haina haja. Muda ukifika atajua tu. Basi tuliendelea na mazungumzo. Sadiki, hii biashara ni nzuri sana, sisi inatubusi sana hapa na mke wangu, si unajua mishahara haitoshi eh. Basi tuliagana, nilikata simu. Sadiki bwana, msikilizaji penzi limenoga, haoni hasikii tena kwa Zamda. Kila mara alijisemea mwaoni mwake, huyu ndio my angel. Simuachi naenda kusoma e, Mungu nisaidie nifanikiwe. Mara SMS iliingia kwenye simu yangu, Zamda aliniwekea milioni saba kwenye akaunti yangu ya wa benki NMB. Wakati na uangalia huo mwamala kwa mshangao, mara SMS iliingia: Lazizi wangu, mwanaume wa ndoto yangu, crush wangu wazungu wanasema ni wewe, peke yako unanitoa machozi ya furaha kila ninapokuwa na wewe, na unanifuta machozi nikiwa na huzuni unanijulia Sadiki wangu, siku ya kwanza uliponifukuza ndani kwako nilienda chumbani kwangu, nilimlilia sana Mungu ili wewe unikubali unipende. Usiwe kama wengine wanaofika bei. Ndio maana sikuchoka, nilihakikisha hakuna mwingine atakusogelea mbele ya macho yangu. Jua Mungu kakuleta kwangu kuokoa maisha yangu, mpenzi, endelea kunipambania. Mkopo nimechukua milioni kumi, milioni mbili nimemsapoti mdogo wangu chuo mimi mmoja nimeacha kilinda mfuko. Makato kwa mwezi wananikata nusu ya mshahara wangu ili ndani ya mwaka uwe meisha. Sasa kazi kwako nilipojua wewe ni Mchaga moyo wangu mweupe hata ukishindwa nitajua ni bahati mbaya. Jamani, msikilizaji, nishindwa nimjibu nini wa mwanamke? Niliamua kwenda kwake usiku huo huo. Nilikodi bodaboda moja kwa moja mpaka mlangoni kwa Zamda. Nyumba ilikuwa ndani ya uzio ila geti lilikuwa wazi, muda wao wa kufunga ulikuwa bado. Nilinyata na kugonga mlango wake pole pole, hakujua kama naenda. Taratibu kwa sauti ya uoga aliuliza, nani? Mimi Sadiki. Haraka alifungua mlango, mwili wake ulijaa kifuani kwangu. Alikuwa kavaa na nightdress nyepesi. Nilichofanya msikilizaji, nilifunga mlango na makomeo yote, nilimbeba juu juu, nilimweka kitandani taratibu. Sikumvua bali nilichana chana ile night. Yeye alikuwa ananiangalia tu kwa macho maregevu, mwili wake una joto. Nilimpa romance muda mrefu, mpaka alifika mshindo bila mimi kuingiza mwogo wangu. Halafu cha ajabu, kwa hisia kali, machozi yalikuwa yanajitoka. Wazungu wanasema emotional tears. Ha, sijawahi kulia hivyo msikilizaji tokea nimekuwa Zamda alivyoona hivyo, alinivua boksa yangu, alishika mguu wangu ambao ulikuwa kama nguzo ya umeme ya zedi. Alifanya yake mpaka nikakuliwa. Nini Sadiki, sijakuzoea hivi, mchaga wangu wewe? aliniuliza huku akinifuta kamasi zilizochanganyika na machozi. Nakupenda sana wewe mwanamke, nilimwambia. Haujaja kwangu kulipa kisasi kweli? Naendelea kusema kisasi. Kwa nini baby? Ah, kumbe unajua mapito yangu na my love, I swear to God, mimi Zamda nakupenda sana siwezi kufanya chochote katika maisha haya cha kukuumiza, trust me. Basi hatukufanya tena mapenzi, ila nilimshukuru sana mpaka nikampigia goti. Amini mpenzi wangu, tutakuwa pamoja kwa shida na raha, nilimwambia. Nakuamini sana Sadiki, nimejitoa sirudi nyuma. Nilimsimulia kuhusu uchunguzi wangu wa biashara ya pabu na jinsi ilivyotokea nikakutana na dokta Lema ambaye anafanya naye kazi. Ah, yule dokta yuko vizuri sana kikazi, ni kati ya madokta wanaojaza wateja kwenye hospitali yetu. Sawa Zamda, nashukuru sana sana kipenzi. Niendelea kumshukuru kwa mwanamama. Basi siku hii tulimaliza pamoja, ilikuwa ni stori za utoto, za shule, za maisha na familia zetu kwa ujumla. Tuliachana. Siku iliyofuata nilitoka alfajiri kuwahi kwangu kubadili nguo, naye alijiandaa kwenda zake kazini. Nilimjulisha wa mshikaji wangu Michael, rafiki yangu tayari Zamda kakamilisha, ila sikusema kiwango. Sasa rafiki yangu, nafanya maamuzi magumu, natoa notisi ya mwezi mmoja kazini, nilimwambia. Hakuwa na neno. Michael, mshikaji wangu, ni vyema kutoka hapo vizuri ili hata ukikwama kuenda kukirudi ni rahisi kukupokea. Michael alinipa blessing msikilizaji, ilikuwa ni lazima nimweleze. Nakumbuka yeye ndio alinileta mjini na alinitafutia kazi eh? kabla sijaandika barua ya notisi, nimshirikisha pia bosi wangu. Bosi, nahitaji kujiendeleza kielimu zaidi kabla ya kuanza familia. Nilimpa mchakato mzima ingawa sikumweleza mtaji nimepata wapi, naye alilipokea jambo langu vizuri tu. Sawa kijana wangu, wewe ni mwanaume, lazima upambane. Hata hivyo, tumeongeza mteja wa maji na vinywaji ya bosi, na mimi nimechagua biashara hii nikilenga hapo hapo kuwa mteja wako wa kudumu. Tulicheka kwa, kwa pamoja. Nilimaliza tumikia notisi ya mwezi mmoja, nilipwa mshahara wa mwezi na pesa kidogo ya shukrani na certificate nzuri. Sikuchelewa msikilizaji, nilianza chuo St Joseph diploma education nilikuwa naingia asubuhi saa mbili mpaka saa nane mchana, kisha naenda kwenye majukumu yangu mengine. Nilianzisha pabu, kila kitu kilikaa sawa na wateja walianza kupazoea taratibu. Kwa msaada wa yule dada, nilipata wafanyakazi waaminifu, niliendelea na kuisimamia mwenyewe. Nilipata mhasibu wa part-time, aliniwekea hesabu zangu vizuri. Nilimweleza na lengo langu la kulipa mkopo kwa wakati. Basi pabu ilifanya vyema sana. Kila mwezi niliweka pesa kwenye akaunti ya Zamda, hata kama biashara ikiwa sio nzuri, nikaweka pesa kwa nguvu. Zamda hakuwahi kumuuliza, alikuwa akikutana na mimi mahaba tu, tuliendelea kupendana sana, ilikuwa kama kumbukumbu. Tuliachana wakati tukiwa kwenye majukumu ya kazi tu. Msikilizaji, miaka ilikimbia kwelikweli, hatimaye nilimaliza diploma yangu ya ualimu. Pamoja na majukumu mengine mengi, ilifanya vizuri sana mwalimu wangu wa ziada alikuwa Zamda. Nilimshukuru Mungu pia Zamda wangu kwa sapoti yake hii kubwa. Sadiki, mi sipendi kanishukuru, utanishukuru mpaka lini? Ah bwana, wewe mwenyewe ndo ulimtafutia hii kazi, ningepata wapi hizo pesa kama sio wewe? machozi yalimtoka. Basi basi, mpenzi wangu, nilimziba mdomo wake kwa kumpa tankisi. Machozi yake ndio unipandisha mori kama mmasai kaona mnyama mkali hapo sasa. Mwisho wake unaojua, msikilizaji. Siku zilisonga, nilianza kutuma maombi ya kazi kwenye mashuli mbalimbali. Miezi kama sita hivi ilipita, niliitiwa kazi St Mary's Primary School Mbagala. Nilifurahi sana, msikilizaji. Kwenye mkataba wangu wa kazi niliwabana, waliniruhusu nifanye vipindi vya asubuhi tu. Sikutaka kuchelewa moja kwa moja, nilianza digrii ya kwanza. Zamda naye alipandishwa cheo akawa afisa utumishi msaidizi kwenye hospitali na alipewa nafasi ya kujiendeleza pia, ila yeye alikataa. Nilipomuuliza kwa nini, alisema sipendi tena maisha unangu, na etu, ya chuo. Soma wewe mwanaume wangu inatosha. Mahusiano wetu yaliota mizizi. Zamda alikuwa makini, tulikuwa tukitumia kinga au kalenda ili tusipate mtoto bila malengo bado kila mtu alikuwa kwake, ingawa tulibadili makazi, kwani kila mmoja wetu alimudu kuishi kwenye apartment nzuri. Kila mmoja alikuwa na ufunguo mmoja wa mwenzake, tulihakikisha kila siku ya Mungu tunaonana. Sadiki, mambo ilikuwa siku ya Jumatatu asubuhi, wiki ya pili tu tokea nimeajiriwa hapa St Mary's. Nilikuwa ndio nakusanya kusanya vitabu vyangu nielekee darasani, sauti ilinishtua kama ujuavi wa wasichana wa mjini, mtu anasema kama hataki au kama kuna pamba puani. Nilishtuka, alikuwa ni msichana katika vazi la watu wa usafi, akashika mopo ameingia ofisini kwangu, fanya usafi. Sikumkumbuka jina ila ni waliokuwa washirika wake Zamda kule Vikungunguti. Wakati na mshangaa kwa haraka sana aliniambia maneno kibao. Zamda ya jambo hili Sadiki, unajua huo utamu anaokupa Zamda mpaka umeamua kumweka ndani? Mimi ni zaidi yake, mimi ndio nilikuwa mwalimu wake. Njoo kwangu uonje, huku akijizungusha zungusha kunaonyesha umbo lake. Niliwaza kwa haraka, kumbe hawa walitoka pale. Zamda anajua ajui? Nilibaki naye najiuliza kimoyomoyo, nilimwangalia tu kisha nikatoka haraka mule ndani, huku nawaza ili sio jini kweli. Nilikemea ushindu, ushindu, ushindu, ushindu we shetani. Haya msikilizaji, sapoti ya Zamda kwa mpenzi wake Sadiki imezaa mafanikio makubwa sana. Amepata kazi bora zaidi kama mwalimu wa hisabati na amelipwa vizuri, tayari ameanza digrii ya kwanza. Je, kweli Sadiki ataendelea kuwa mama kwa Zamda? Msikilizaji, kuwa nami sehemu ijayo, ambayo itakuwa sehemu ya saba. Usisahau kubonyeza kengele ili uendelezo ufikie mapema, msikilizaji wangu. Kwa heri msikilizaji, meet me the next episode. Bye bye.